Tunza ako kamama mpaka kaonekane kama kabunge kalikotoroka vikao. Yes, piga pamba, aonekane yuko smart, mpe tumafuta tuzuri na tupafyumu. Akipita watu wanamuwao bila kupenda, oh, dada, kumbe wanataka dada, ana kapafyumu safi. Wanaume mko hapa, mulio kwenye ndoa, mko hapa na mkeo mtunze, mweke vizuri. Saa nyingine anaonekana kama kokoo kwa sababu hujamtunza sawasawa. Katunze kamuke kako hako hako, kamama hako kaweke sawa. Kwani hao unaoangalia barabarani huko, unasema he, wameumbwa hawajaumbwa, wamegharamiwa hasa. Unashindwa kuvalisha mke wako vizuri, anavaa zile nguo siku hizi tunaita juhudi kuinama, yaani ile <laughs> juhudi yako kuinama na kuchambua, alafu nasema mke wangu apendezi. Wanapendeza na juhudi kuinama. Unamletea mi mafuta ya kupakaa, utafikirie ye mnyororo wa baisikeli anataka kurainisha, utafikiri ni vyuma vya injini, yaani unamletea mifuta haieleweki, alafu naishi Nairobi. Sasa ungekuwa kikirifi, ungekuwa kule kijijini kabisa kule, ingekuwaje? Tunza mkeo katika vitu ambavyo havina sipea. Tairi ni ndoa ni huyo huyo akipata pancha, unga ujaza upepo, safari iendelee, huwezi kubadilisha. Sasa kama usipotunza wa kwako, utatamani wa wenzako barabarani utatamani vibinti vidogo, ndo vitakuendesha kushoto kulia, vitanyang'anya mishahara yote, vitachukua pesa yako yote. Unaanza kusema dunia ni ngumu, dunia ni shida, kumbe ni wewe mwenyewe. Matumizi ni mabofu, una muke una mume, ulichokosa ni nini? Wanawake na wanaume ni walewale. Kamuulize Selemani kama liwahi kulizika. Alikusanya wanawake mia saba na masuria mia tatu jumla elfu moja. Bado akasema nimegundua ni kujilisha upepo, sijarizika chochote. Kuna wengine alikuwa nawatongoza, anasema nao nataka anasema mbona nishakubali mi wakwako, niambie tu kama utakuja jioni. Hakulizika hasa. Hasa sisi wanaume ndio tuna matatizo. Wamama wenzetu, ukisha, akishazaa mtoto wa kwanza wa pili, ashakuwa skrepa. Mnaielewa skrepa? Yani yale magari yaliyo, nimeyakuta hapo, wameyakusanya kusanya, yanakusubiri kusagwa vyuma kweche kweche, akisha zaa katoto ka kwanza ka pili, kakanyonya saa sita zote zikaisha, yaani akawa kama chapati, yaani alikuwa na mwili umeshaisha, kakongoroka. Akienda kule kama narudi huku, soko limeshaisha, anatulia na mume wake, hana kwa kwenda. Lakini shida iko na wanaume, wanaume wana roho ya kutokulizika ndio maana wengine anaanza kutokuwa mwaminifu siku ile ile ya ndoa. Wako mbele ya madhabahu, kamama kamejiremba kametoka saruni, kako vizuri, jamaa limekula suti liko hapa, anapita binti mwingine hey, kijana anaanza, anaanza, hmm, anaanza kufananisha, nisingefanya haraka huyu hapa yaani hapo hapo hajaishi naye tayari anachepuka kimawazo, anaanza kutaiveti hapo hapo. Unajua, katika ulimwengu huu bora watu wakuibie makochi yote sofa zote wabebe na TV na kagari kenu sijui na nini, lakini wakuachie mwenzako, inauma Hakuna kitu ambacho siku hizi kime, kimefanya watu wengi wana vidonda vya tumbo, watu wengi wana presha, watu wengi hawana amani, kama umegundua mwenzako sio mwaminifu, inauma, ni pain. Vitu vingine vinavumilika lakini sio hiyo, na hiyo sio tu kwa binadamu, wewe fikiria mpaka jogoo hajawahi kununua wale, sisi kwetu tunaita tetea, wale wale, wale kuku, kuku, kuku, jike. Sasa tuseme makuku majike, jogo amewahi kununua, lakini ukinunua ukamletea hapo, anawamiliki. Asisikie jogo mwingine anawika, watagombana mpaka wauane. Ninyi ambao bado hamujaoa, haraka yenu ya nini? haraka ya nini? Kwani usitulie, Mungu akupe wa wakwako. Ndio maana kuna vijana wengi wamefika mahali, anapanga wanawake utafikiri anataka kuwa mfalme wa Mswati, kila kabinti anakaahidi, nitakuoa hey, nitakuoa. Na mabinti wa siku hizi akisha sema nitakuoa kweli, are you serious? Serious? mwanaume aliwahi kusema hayuko serious, mwanaume huyu atakwambia am serious more than the word itself, kwamba niko serious zaidi ya neno lenyewe. Lakini kumbe, tapeli anapanga wasichana hapa kanisani, hawafahamiani, kila mmoja nafikiri huyu ndio wa kwangu mtarajiwa, kumbe mko sita. Ndio maana mimi niliwapa mbinu mwe, mnafuatia mahubiri yangu YouTube na Boda TV. Niliwaambia hivi, binti, ukiona kijana nakuja anasema nataka nikuoe, umwambie mimi sikatai. Mimi mwenyewe namwomba Mungu, kama we ni majibu sawa, tupandishe pale juu kwenye kagorofa pale, tuende kwa baba, tumwambie baba, Mungu amejibu maombi yetu, mimi na huyu tunaanza uchumba. Utuombee kwa sababu uchumba sio ushirikina, sio uchawi. Utuombee, alafu baba ukatangaze Jumapili pale kwamba furani na furani wanaanza uchumba, tuwaombee. Kama kulikuwa na watu wanamwangalia huyu kijana, wajue sasa ni wakwangu. Kama kulikuwa watu wamwangalia ubinti, wajue sasa ni wafurani, ili kuondoa pepo, pepo la uharibifu. Kuna mabinti wamechelewa kuolewa wakisubirishwa tu, na kuoa na kuoa, kumbe jamaa halina mpango, halina habari naye, nakuja kushangaa, limebeba mchumba sijui wapi huko, limetoa Mombasa, unakuja hapa, mchungaji anawambia tunafunga ndoa, shangilia mabinti wote wa wanasema lishindwe na lilegee. Tunashangiliaje wakati lilinitapeli, liliniahidi kumbe, mwongo alikuwa jambazi, umechezea mwisho binti analia peke yake. Nini? ameniharibia ya maisha. Amekuharibia kitu gani? kwani alifanya nini? angeniahidi tu nini? tulienda mbali za hapo, mlienda kuwapi? presha zingine mnazitafuta. Mabinti, uwe na msimamo. Binti wa Yesu ni yule aliye na msimamo, anayejitambua yeye ni nani, anayejua kuwakemea mataperi. Sikia vijana, ni ambao huyu huyu my wife to be, hatukatai. Unamsomesha chuo wife to be, eh, hey. Unamlipia fees eh, hey. hey. Una akili timamu kweli wewe? Wanasomesha wife to be, afu baadaye anafika chuoni, anakutana na wasomi wenzake kule, wanajadili masomo na mengine na mengine, wanajadili eh, homework na nini home, home, home work. Alafu baadaye unaanza anakwambia, kuanzia leo usinitambue. Kuanzia leo mimi na mtu wangu mii, nimekusomesha, anasema ee, nakushukuru kwa msaada. Unaanza jamani, kamba iko wapi? Ufanyeje? Mi nataka kujinyonga, i want to kill myself. Jinga kabisa wewe! Unajua, kwa sababu ya binti ambaye kwa ujinga wako uliamua kumsomesha. Acha wazazi wake wamsomeshe. Akitaka wewe umsomeshe, oa, weka ndani, peleka chuo, atokee nyumbani kwako. Unasomeshaje binti wa watu? Amen. unasomeshaje binti wa watu na wasomeshea wenzako? Alafu sasa mchungaji, niombe ni moyo unataka kutoka, utoke. Kwa ujinga wako yani unafanya vitu vya kijinga kijinga. Hatusemi uti mtunze, waifu tb mpe vitu vidogo vidogo, vitu vidogo vidogo. Amen. Nataka kusuka nywele za shilingi ngapi? elfu nne? mm -mm. za mia tano? Sawa, za elfu moja sawa, lakini hizo nyingi hizo, nakupa elfu moja zingine wakachukua kwa wazazi wako, ili siku akiingia mitini akakimbia useme nenda kwa amani ya Bwana. elfu moja hainiumi, mia tano hainiumi, hivyo vingine haviniumi. Nenda kwa amani asaa unalipa fisi ya chuo kikuu Mchungaji nini, mwamini sana? Unamwamini mwanamke ambaye anaakiri kama za bodaboda? Akikushusha wewe, anapakia mwingine, anashusha huyo. Amibora nijue, unajua unaenda wapi? Wazazi wako walikulea hawa, hujalipa hata mali zao walikusomesha hujalipa hata fizi zao, unakuja kujiua kwa kibinti ulichokutana nalo chuoni. Binti, binti unajiua eti kisa tu mwanaume ameniacha? Kwanza huyu aliyekuacha amekusaidia, kwa sababu ameonyesha sio mwaminifu hata kabla mjaingia humo ndani. Mshukuru Mungu, toa na sadaka, sema Bwana, umeniokoa na Boko Haramu huyu, umeniokoa na alishababu huyu, umeniokoa na mkora chokora, angeharibu maisha yangu. Nashukuru limeondoka mapema, kabla tujapigwa pingu za kanisa. Bada kushukuru Mungu unataka kunywa dawa mibora nife. Ufe kwa lijitu uliokutana nalo kwenye basi. Ulikutana nalo kanisani. Likuwa linaimba linalembwa macho, kumbe limamba. Daperi, Mungu wangu wewe unaomba, baba nipe yule ambaye ulipanga wewe. Mungu amekataa kwamba huyu sio. Ndio maana umelifumania, umeliona sio liaminifu, lina wanawake wengine. Halafu tena unalilia, mimi bora nife. Ufe kwa sababu ya jambazi. Aliyekwambia wanaume wameisha nani? Yes, uwe na akili. Mungu akasema nitateketeza kizazi chote hiki, lakini akagundua kuna Nuhu, kuna Nuhu mtakatifu. Akasema nitachonga safina. Dada, usife moyo kwa lile lileli mwanaume. Kwenye safina kuna mtu, kwenye safina kuna mwanaume mwaminifu yuko aliyekubakizia. Wewe usichukie tu kwa sababu kuna mwanaume mmoja alikutapeli, unaanza wanaume wote havyo. We usituchanganye, utuko ambao ni wanaume, tuko sawa, tuko wanaume tunaojitambua, sio wanaume wote mbwa kabisa, we